Afisa udhibiti ubora wa shule wilaya ya Chamwino Bwana John Jerome Balisidia amesema moja ya majukumu yao ni kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na mitaala elimu iliyoboreshwa ikiwemo sera mpya ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, na kueleza mabadiliko mbalimbali yaliyofanyika. Hayo ameyasema katika mahojiano na chombo cha habari cha Manyunyu TV alipokuwa akiongelea majukumu ya idara hiyo mapema Machi 22 mwaka huu wilayani Chamwino mkoani Dodoma. Kazi yetu kubwa, kulingana na sera ya elimu na mafunzo ya ufundi, kazi ya idara hii ni kufanya usimamizi wa kuona kwamba ubora wa elimu katika ngazi zote unafikiwa. Ninaposema ngazi zote, maana yake kwamba kuanzia elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, vyuo vya ualimu, vyuo vya maendeleo ya wananchi FDCs, pamoja na elimu ya watu wazima inatekeleza mitaala iliyopo kwa ubora wake. Kwa hiyo tunasimamia kuona kwamba ubora wa elimu katika ngazi hizo unatolewa kama inavyostahili. Lakini katika kusimamia ubora wa elimu, tunafanya tathmini katika hizo shule. Tunazifikia na kuzifanyia tathmini, ziwe shule za watu binafsi au za serikali, tunazifanyia tathmini. Katika tathmini hizo ziko tathmini za aina tatu. Tuna tathmini ya jumla, tathmini ya ufuatiliaji na tathmini maalum. Nikianza na tathmini ya jumla, hii ni tathmini ambayo tunafika shuleni, tunapitia nyanja nane ambazo tunatumia kiunzi chetu na miongozo, na hizo nyanja ni kama ifuatavyo. Kwanza ni tunaangalia ubora wa mtaala Eh, kukidhi mahitaji ya wanafunzi kwamba mtaala huu unakidhi mahitaji ya wanafunzi. Pili, nyanja ya pili tunaangalia ubora wa ufundishaji kwa ujifunzaji na upimaji mzuri. Je, katika ufundishaji kuna ubora gani? Ndio maana tunaingia darasani tunaangalia mchakato mzima wa ufundishaji na ujifunzaji na upimaji unaofanyika. Je, uko sahihi na unakidhi viwango vilivyowekwa na wizara na tunafanya hilo kwa kumshauri mwalimu namna bora ya kuweza kufundisha namna bora ya kutumia vifaa na namna bora ya kutoa upimaji au kutoa mazoezi kwa wanafunzi. Lakini nyanja ya tatu ni ubora wa uongozi na utawala. Katika utawala, tunaangalia uongozi na utawala katika rasilimali vitu na watu. Je, uongozi unazingatia zile taratibu zote zilizowekwa za kufanya usimamizi pale shuleni? Lakini nyanja ya nne ni ubora wa mazingira ya kutolea elimu shuleni. Je, mazingira haya ni salama, yanakidhi viwango, yanazingatia wanafunzi wote, wale wenye ulemavu, wasiokuwa na ulemavu, kunakuwa na usalama wa mtoto? Lakini tunafika mahali tunaangalia ushirikishwaji wa jamii, hii ni nyanja ya tano. Jamii inashirikishwa inashiriki kikamilifu, ushirikishaji wa jamii katika maendeleo ya shule, kamati za shule, wazazi na jamii nzima kwa ujumla, namna wanavyotoa wa michango yao pale shuleni ili shule ziweze kuwa na ubora zaidi. Lakini tuna nyanja ya sita, ni kuona maadili na utamaduni na uzalendo pale wanafunzi. Je, wanajengewa uzalendo wanajengewa maadili mazuri na wanafuata taratibu zote zinazostahili? Je, wanafunzi hawa wanalifahamu vizuri taifa lao na kutumikia nchi yao katika hali ya uzalendo wanafundishwa haya? Balisija ameeleza namna mabadiliko ya sera hiyo iliyoboreshwa ilivyo na tija katika ukuaji wa sekta ya elimu nchini na kueleza namna wanafunzi ngazi ya sekondari walivyopata uwanja mpana wa kuchagua masomo wanayotaka pamoja na fani mbalimbali, ikiwemo kilimo na ufugaji. kini sisi kama wadhibiti ubora wa shule tumekuwa tukitoa elimu kuhusu e, mitaala kama haya maboresho ya mitaala ambayo yamejitokeza sasa, tunaiambia jamii kwamba mitaala yetu sasa e, imeboreshwa na tumeshaanza kwa shule za msingi na sekondari e, kupitia e, e, sera ya elimu na mafunzo ya ufundi ya mwaka elfu mbili kumi na nne toleo la ishirini ishirini na tatu Ni kwamba e, katika mtaala mwanafunzi sasa ataanza darasa la kwanza akiwa na umri wa miaka e, sita baada ya kumaliza elimu ya awali. Elimu ya awali ataingia akiwa na miaka mitano akimaliza miaka mitano kwa mwaka mmoja pale elimu ya awali, anaendelea na darasa la kwanza akiwa na miaka sita atasoma mpaka darasa la sita akiwa ametimiza miaka kumi na moja akifika darasa la sita. Sasa huyu mwanafunzi atafanyiwa upimaji. Upimaji huu utafanyika darasa la sita, ili kumwezesha huyu mwanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza. Kidato cha kwanza sasa, atakapokwenda kidato cha kwanza kule, kidato cha kwanza kuna mikondo miwili, kuna mkondo wa amali na mkondo wa jumla. Kwa hiyo mwanafunzi anachagua kulingana na uwezo wake na matakwa yake mwenyewe kuona kwamba asome mkondo wa amali au asome mkondo wa jumla. Endelea kuzungumza zaidi juu ya majukumu ya idara hiyo ikiwa ni chombo muhimu cha kutathmini ufanisi wa shule katika mchakato mzima wa ufundishaji na ujifunzaji. Katika kila shule zenye mkondo wa amali, kutakuwa na wenzetu wa VETA ambao watasimamia kuona mtaala na ufundishaji unavyofanyika ili wanafunzi wafikie kiwango kinachostahili. Wadhibiti ubora wana wajibu mkubwa wa kusaidia taasisi wanazofanya kazi ili ziweze kufikia viwango vya ubora wa elimu uliowekwa nchini. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kwa jina la Manyunyu TV.